Kwenye pasidai yake anadai kwamba kawalika masta, ee, hajawalika watu wenye hadhi ya chini ya wanaonuka mikojo. Hao wanaonuka mikojo wanaona wao ndio wanamfuatilia huko Kiswahilini, wanaangalia movie zake, wanaangalia taswira nzima ya movie. Sasa, anayokuwa anawaweka watu njia panda, kwamba kumbe wale wanaomwangalia, anayowauzia taswira, anawaita vinuka mkojo, nani atakayependa? Kwa kaulio nani atakayenunua movie zake movies kuziangalia, kwa sababu anashusha watu kiakili. Haiwezekani waambie watu vinuka mkojo, afu bado unawauzia movie zake. Anaangalia hiyo kweli, inaweza katokea kweli namna hiyo? Sio kweli. Hata mimi kama shangazi imenikwaza sana, sijaipenda. Bi Kubwa bali yako salama? Vipi hali kwema? Kabisa kwema na tujaonana muda mrefu Sawa, mambo ni mengi mjini, lakini kubwa zaidi ambalo ningetamani nizungumze na wewe kuhusiana na kitu ambacho amezungumza Sophy Juakali, kwa hakika utakuwa umeona ama umesikia e? Nimeona na nimesikia mm. Sasa mimi kama shangazi mm. kwa kweli Sophy ni mtoto mdogo mm. wajuzi tu hapa mm. na navyofikiria mimi Sophy kama anaubeba ukubwa wa tasnia hii, yani kama usta amena, yani ustaa umemlevya, usta umemlevya. Mm. Kwa sababu Sophy ni wajuzi tu. Yeah. Alikuwa amecheza muvi moja na 20%. Oh, si unawafahamu mwandishi. Basi Sophy alichokitamka mimi nikisikia Sophy amekosea sana. Mimi kama shangazi sijaipenda ile kauli aliyoitamka, kwamba mimi kwenye birthday yangu sijali kavinuka mkojo, kwanza mimi natembea na mume wa mtu. Hayo maneno huwezi kuyaongea kwenye mitandao. Unajua mtandao hausahau e, siku yote mtandao unaweza mtu akigugo tu inatokea maneno aliyoyaongea. Kwa kweli Sophy amekosea sana, lakini amesema, ameomba radhi, akasema kwamba alikuwa amelewa. Aa, Usijificha kwenye mwavuli wa ulevi. Mtu yoyote anaweza akajifanya kwamba nimelewa, nimeongea hivi kwa sababu ya pombe. Pombe sio solution, yani yale ni maneno aliyoyapanga mwenyewe kuyaongea, alizamilia. Amekosea kuongea namna hiyo, uwezi kusema eti mimi kwa sababu nililewa. Usijifiche kwenye mwavuli wa, wa ulevi yeye. Yeah, aombe lazi, na hata kama aliomba lazi aite place kabisa ya waandishi wa habari aongee, tumsikie, tumwelewe, kwa sababu tujamwelewa sisi. Wewe huwezi kutamka maneno hayo mbele ya hadhara ya watu. Kwanza aliyowalika ni mashabiki zake, wanayemfuatilia hapo kum... kwenye birthday yake ame, anadai kwamba kaalika mastaa yee, hajawaalika watu wenye hadhi ya chini, wanaonuka mikojo Haya, anaonuka mikojo, anaona ndio anamfuatilia huko Uswahilini wanayoangalia movie zake wanayoangalia tasnia nzima ya movie. Sasa anaweka watu njia panda, kwa sababu anaashusha watu, watu kiakili. Hiyo kweli inaweza ikatokea kweli namna hiyo? Sio kweli. Hata mimi kama shangazi imenikwaza sana, sijaipenda hmm. Sophy amekosea, ni mtoto mdogo, asilewe sifa, asilewe ustaha akawadhalilisha watu mitaani, kuwanuka vinuka mikojo bwana hmm. Eh hey, aseme tu ukweli kwamba wao, mimi naondoka tena mwanaume wa mtu mara hivi, mbona naongea maneno mengi Sophy bwana eh hey, aongee vizuri na watu, watu wanataka picha zake, watu wanataka kumwangalia jinsi anavyofanya nani movie zake, sio? Nani awaalike watu afu waambie wananuka mikojo? Ana maana gani kusema namna hii? Sisi wenyewe tunemwangalia, washabiki zake, hatujamuelewa bado. kwa nini bia kubwa naivu. na yeye unamfuatiliaga? Eh, namfuatilia sana, nafuatilia sana mimi. movie za jua kali na nazipenda, nampenda Lamata eh na wapenda nani kunzima ya Lamata, lakini sasa, Sophy jinsi alivyoongea, amekuwa kama katukwaza sasa. Tutakuwa tufuatilie movie kutokana, kumbe sisi wa hali ya chini anatuita, tunanuka mikojo hatuwezi e, kufuatilia sasa, ametukwaza, hatujapenda kauli yake. Nilitamani nifahamu hisia zako wakati pale unasikia Sofia anazungumza maneno kama yale, ukiwa kama moja kati ya watu ambao wanafuatilia kazi za juakali, kazi za Sofi, ulijisikiaje? yes. Sasa? mimi kwa kweli sikujisikia vizuri na sikuipenda ile kauli ya Sofia aliyoiongea. Alafu wanarudi baadaye, anakuja kuomba samani, oh, jamani, mimi nililewa sasa kwa hiyo kumbe anajificha kwenye mwamvuli wa pombe, na kati kitu kakiongea dhaha kabisa, yeye mwenyewe kauli yake anaitoa moyoni kabisa. Sofia, tuambie ukweli bwana, asitubabeshe babaishe. Kwa hiyo sisi ndo nuka mikojo au nani mnuka mikojo? Sasa maana anavyodai kwamba kaalika mastaa so wanuka mikojo, wewe nuka mikojo ni sisi Tunemwangalia huku pembeni kwenye nani yake, tusingekwenda kweli kwenye pasidei yake, hatuna hazi hiyo, lakini sisi ndo tunamlipa, sisi ndo mabosi wake, tunemwangalia. Kwa sababu gani atuambie namna hiyo, tunenuka mikojo? Yani ana nani ametukwaza kusema kweli, au kuna watu ambao Sophy alikuwa amewalenga labda alogombana naye labda mambo kama hayo. Ah, kwa kuwalenga watu asingeongea hey, kauli hiyo basi kama anawalenga watu. Eh, asingeongea kauli hiyo mbele ya hadhara ya watu kama kweli kuna watu wanawalenga, angeongea nani private, kuliko kusema hadharani kabisa. Sasa sisi lazima tujihisi kwamba sisi ni wale chini, na alisema mimi nimeandika, sijaalika vinuka mkoja, nimealika watu wenye hadhi yake. Maana wenye hadhi yake ni nani? Si watu wakubwa wakubwa? Maana yule amelewa sifa, amelewa usta, bado mtoto mdogo wa juzi tu, analewa sifa, analewa usta, anatutukana. Maana haya ni matusi, bwana mwandishi. Haiwezekani atutukane kiasi hiki. Sophy atuombe radhi, atujamuelewa ile radhi aliyotuomba, yani kama atuchanganya, atujamuelewa kabisa. Atuombe radhi na tumuone radhi hii kweli kaiomba, imetoka moyoni kwake, lakini alichokosea hata Lamata mwenyewe hajapenda Eh, Lamata umemsikia? Lamata nimemsikia. Hamjaipenda kauli yake na akasema atachukuliwa hatua. Ni kweli. Lamata angania hapo hapo, ashikilia hapo hapo. Lazima amchukulie hatua. Kali kabisa. Asitoke kwenye mitandao akaongea namna hiyo, maneno hayo machafu, hiyo ile fundisho kwa mtu mwingine, kwa kuu yake anayofanya nayo kazi. Kwa sababu akitaka kumwachia yeye, watu wengine watatokea tena, mtu mwingine vivyo atatukana mashabiki. Mashabiki hawapendi, watu wanafuatilia ya tamthilia za Lamata. Kwanza, watu watu nampenda kama mimi, nampenda sana Lamata sana. Yani, mimi nampenda sana Lamata kwa sababu anavyosimamia kuu yake, anavyofanya kazi zake. Sasa anakuwa kama anamshusha blandi e, bibi yani as, hey, hey, kubwa. Sasa Lamata kwa sababu Lamata si mkubwa? Lamata si anajulikana, Lamata si star mkubwa kushinda yeye siku moja. na, na anaweza ana, ana kusababisha tusiangalie movie za Lamata. Kosa, so, lakini sasa hapo utakuwa wewe umesema Lamata unampenda, unapenda kazi zake, unapenda anavyoishi yeah. Yanawabembeleza mashabiki. Kosa kalifanya Sophy kwa nini msiangalie movie za Lamata? Ah hapa ah, sasa hatutamchukia sana Lamata kwa sababu yeye yuko kwenye nani kuu moja na Lamata, madhali Lamata kama ameshatoka, Lamata tushamsikia alichokiongea. Kwa hiyo Lamata hakuipenda ile kauli yake, na hicho ndio tulichokipenda sisi. Tuko tunasubiria Lamata aongee nini. Kama kama kama ungeona, ungeona nafasi wewe Lamata na kuuliza, adhabu gani unahisi Sophy inamfaa? Ah, yule Sophy adhabu inamfaa, kwanza, ilibidi asimamishwe, asimamishwe kwanza kazi kwa muda fulani ili adabu imshike, kwa sababu ajifunze, kwa sababu atakapoendelea kufanya kazi na kauli zake watu hata, hata muelewa Alamata, yani yule asimamishwe kabisa kwenye kuu, asifanye kazi, alafu baadaye ndo atajua kwamba kumbe mashabiki ni muhimu kushinda hata maneno yake anayoongea. Eh, hey, amsimamishe, amsimamishe kazi kuliko tukimuona tena anaendelea na kazi, kwa sababu lamata atakuwaje? Tutaendea vizuri? Kwa sababu yeye hawezi awezi kutuambia sisi mashabiki tunanuka mikojo, alafu baadaye tunamuona tena kwenye kazi. Inatakiwa asimamishwe ili akili mkae vizuri. Yule mtoto mdogo hawezi kutukana hadhara ya watu. hawezi kututukana sisi mashabiki bwana, tumechukiwa. Kama mimi shangazi sijaipenda tabia ya yake, yani, si, yani sijaipenda kabisa Kani bikubwa, kitu cha ajabu cha jana, tulienda kwenye birthday party yake. Bahati e, mbaya ikaahirishwa. Pamoja na kuahirishwa, lakini bango lake lile Sofia lilikuepo, master wote hawajaja. Unahisi Sofia ana, ana yupo kwenye hali gani, mpaka party jana ijafanyika hakuna star wote aliyekuja na mashabiki wengi sana wajaja. Hivi wewe unavyofikiria kwamba, kwa, kwa kauli ile aliyotoka nayo alafu bado watu wanakwenda tena kwenye pasidai yake mtu, watu hawajielewi kwamba labda kwenye mule ndani kwenye kuya wanaenda, wapo wananuka mikojo hadi wale aloalika, Eh. wapo wananuka mikojo, so wote mwenye adhi yake kama alivyodai, wapo wananuka mikojo, kwa hiyo mjisi vibaya hata wewe we mtu anatoka anaongea na neno hilo kwamba mimi sijaalika wananuka mikojo. Sasa lazima mtu ujishukuru, nawezekana hata mimi naekwenda, nawezekana pembeni huku ananisema mimi nanuka mikojo, bado utaenda? Sio kweli, aende mwenyewe akale ya keki yake peke yake. Kama kweli ana hadhi na watu, kwa ajili gani atoke na kauli hiyo? Ndo wamemfanyia vizuri sana, kosa kwenda maana wangeenda wangejulikana kumbe hawa ndo wanaonuka mikojo nah, nah. Hey, watu wangetokea pale wangionekana kumbe ndio hawa wanaonuka mikojo. Kwa sababu gani? Haiwezekani we uanze kusema kauli za wanuka mikojo, hata watu bado hawajaja kukukimbilia we, maana kuwa ndio maana wanawaambia usitukane mamba mto hujavuka bado Ee, sasa yeye ameanza kutukana mamba mtu bado hajavuka. Kwa hiyo ndio hayo matokeo yake. Wewe unasema kitendo cha wale wote walioalika kukosa kwenda ni sahihi? Sahihi tena sahihi mno. Kwa sababu gani? Ninavyokuambia, wale wale walioalika wapo na marafiki zao, watu wengine hawana hadhi kama ya kwao, watu wengine wanaenda na marafiki zao. Sasa mtu anaweza kumbeba rafiki yake ananuka mikojo, kwa sababu yeye yuko mwenye hadhi yake na anasio kwa na hadhi yake, watu wataenda hey, vipi wapo wananuka mikojo, wapo mule mule, maana yule, kuna kuna watu mule amewalenga bwana, mule mule kwenye kuile ile aliyowalika, wapo aliyowalenga uh, yeah. Eh hey, wanaonuka mikojo. Kwa hiyo sasa anachukulia kwamba eti mimi nilewa, si kuna watu alikuwa naambia mule mule aliyowalika kwamba ananuka mikojo. Bibi kubwa, kama ungepata nafasi wewe kuwa ni miongoni mwa watu ambao wamealikwa, ungeenda? Mimi nisingekwenda, nafsi yangu hmm. nisingekwenda kwa sababu gani? Aseme watu wanaonuka mikojo, alafu na mimi nakwenda? Inawezekana ananiambia mimi, mimi ndajuaje? Kwa sababu kuna dongo linarushwa gizani, eh, ukisema yaya limekukuta sasa, huwezi kujua, labda dongo anakurushia wewe, japokuwa alijafika eh. Mimi singekwenda tena, haja kwenda mkomesha, na siku nyingine asiongee tena maneno hayo, kuambia watu wanaonuka mikojo. Awe na kauli nzuri, awe na kauli thabiti kwa watu eh. Wewe unasemaje bwana mwandishi? <laughs> Tumalizie. Unahisi wito wako ni upi kwa Lamata? Mama ambaye anawalia vijana wengi hawa kwa sababu kina Sophy wapo wengi chini ya mwamvuli wa Lamata Village. Utu wako ni upi? Kauli yako ni ipi? Maoni yako ni yapi? Unapaswa mwambie Lamata kwa hiki ambacho kimetokea? Aa, mimi kauli yangu kwa Lamata, Lamata ni mtu mzuri sana. Lamata anaongoza kuu vizuri. Mimi binafsi yangu, kama nilivyokuambia mimi, Lamata nampenda. Sasa kwa kauli yangu, Lamata ashikilia hapo hapo, mwenye kauli, anayetoka na kauli chafu kwenye mashabiki asikumbatie ile kauli anayoiongea mwenye mmoja wa wafanyakazi wake, kwa sababu atakapoikumbatia ataonekana na yeye kama mmoja wao kwa hiyo Lamata, mimi nachomshauri ang'ang'anie hapo hapo, ashikilie hapo hapo, anayetoka na kauli chafu ni kumwadabisha tu basi eh, maana watu mitaani huku Lamata wanamjua na Lamata wanampenda sana. Mimi ndio ninavyomwambia Lamata, yaani watu wanamuelewa mimi nafsi yangu kama nilivyokuambia Lamata namuelewa sana. Sasa yeye kazi hapo hapo, anayetoka na kauli chafu ni kumwadabisha tu basi. Sofia na mwenyewe tutamwambiaje? Sofia awe na kauli nzuri, Sofia aache majigambo, Sofia aache kubeba ustaa, asilewe ustaa. Sofia bado mtoto mdogo tu, wajuzi tu hapa yeee ye, ye, sio star mkubwa kama kuna mastaa bwana. Sio kama Sophy, eh, wapi mastaa wanajulikana? Sophy huyu wa wapi bwana? Sophy wa juzi tu hapa. Sio kama kina nani unajulikana. Eh, kuna mastaa kama kina Wema. Eh? Wema star mkubwa tu. Mastaa wengi ninakwambia, hata unaweza kuwataja wengi tu hapa na wasiishe. Lakini Sophy wa wapi bwana? Sophy wa juzi tu hapa. Asitukane watu. Hawezi kuongea kauli. Wema unamwonaje? Wema mwenyewe anatunyenya. Kea, Wema ananyenyekea mashabiki. Wema mwenyewe akitokea hivi, mashabiki wanampenda mpaka leo kwa sababu ya kauli zake. Wema wa siku nyingi, lakini Wema ashuki brandi watu wakitokea hivi, wema wanampenda kwa sababu ya kauli zake wema. Mnyenyekevu, wema anawapenda watu. Sasa Sofi wa juzi tu hapa, anze matusi bwana, asilesta bwana, anashusha blandi ya Alamata. Ee, kwa sababu la mata watu wanamwelewa sana e. Kuna mashabiki ambao wengi sana wanamtukana Sofi kwa muda huu, wengi wanamsema ndio matuombea ka mikojo sini na nini, lakini kashaomba radhi. Tuambie nini na hawa mashabiki sasa? Ah, kwa sasa nachomwombea kakosea, nachomwombea mashabiki wamsamehe, labda litiriza unajua tena binadamu kuteleza kupo. Kama aliteleza, na mimi namwombea samahani, japo mimi mwenyewe lilinikwaza ilo neno, namwombea samahani, kwa sababu kosa lake ndio la kwanza, wamsamee, hawezi kurudia tena. Eh, yeye mwenyewe kisha mlamba tayari eh, kisha mlamba tayari kwa kwahiyo hawezi kurudia tena maneno hayo, hawezi kutukana tena mashabiki, kwa sababu hapa alipo sasa hivi mwenyewe anahuzunika kwa kauli iliyotoka nayo na hakuipenda kwa sababu kama angekuwa me, amependa asingetoka tena kwenye mitandao kuomba radhi. Madhali kashaomba radhi, wamsamehe, kisha mlamba wamsamehe tu kwenye birthday ijayo, kama akisema anapeleka wiki ijayo, watu wamwitikie waende, e, wa waende mashabiki, wasio tena na kinyongo naye mashabiki. Na mimi kwa kwa nashukuru na na kwa, kwa, kwa sana adasaai kuhusiana na kauli ambayo ameizungumza Sophy Juakali. Mengi yameongelewa ama mengi yamezungumza. Hebu tuambie kwenye comment hapo, kwa hiki ambacho bii kubwa amekizungumza, unahisi ni sahihi kwa kiasi gani ama sio sahihi kwa kiasi gani. Pia tuambie kwa kile ambacho Sophy amekizungumza, unahisi na wewe ni ni, ni ni anapaswa azungumze vipi ama anapaswa aishi vipi kama msanii ambaye ni kioo cha jamii. Pia mimi ni mwombe radhi kama vile ambavyo Sophy na yeye ameomba radhi, Ela Mata naye ameomba radhi kwa niaba ya kile ambacho amekifanya binti yake. Mashabiki ambao mnaendelea kumtukana Sophy kwa muda huu, ameshaomba radhi, amekiri, tumsamee. Mtoto akenyea mkono watu, ukati tunauosha, maisha mengine yanaendelea. thanks for watching.